Yes for. Amina, amina. za uzima. Unaitwa um, um, um, uh, nani? Ili wasikizaji wetu waweze kukusikia. Ah, uh, kwa majina naitwa Pasco Daudi. Mm. Mimi ni Msukuma. Okay. Nimeokoka. Ni Msukuma aliyeokoka. Wanampenda oh, <laughs> Yesu. <laughs> Ndio. Aha. Uh -huh. Mimi ninaabudu kwenye kanisa la Chege. Uh Aha, -huh. Kwa mchungaji nani? Kwa mchungaji Landa. Landa. Ya okay. liko pale foresti. Mhm. Mm foresti ipi? Foresti ziko nyingi sana. Foresti pale mlo. Mlo. Yeah. Okay. Pale. Mlo wa mbuzi. Ya yeah. mbuzi Songwe. Mhm. Mm Ukifika yeah. mm -hmm. mm -hmm. pale tutakukuta tunamtumikia Bwana. Amela sana sana sana sana. Utanikaribisha jamani, siku moja kwa mtungaji. Nilikuwa yeah. namsikia sikia pale nah. yeah. Lakini pia unaweza kumkaribisha hapa Tunduma ile usiku na vipindi mbalimbali, hususan vya kuhubiri kwa rahisi kabisa. Yes. Na mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini muda huu tuachane na hayo, nataka tuweze kuzungumzia mziki wako kwa ujumla. Mm. umeanza mziki lini huu, eh, wa injili mziki wa injili? Uh, mm. Mimi nimeanza mziki muda kidogo ndiyo, kwa sababu sikuwa na serious sana mm -mm. na mziki wa injili mm -mm. Uh, awali nilianza Bongo Flava mm -mm. Nilitoa kama nyimbo mbili lakini kazifuta mm -mm. Sikuzipandisha sikuzi <laughs> eh -hmm. Ila Mungu akanipa neema mm -mm mpaka sasa hivi na kama miaka minne mitano. Okay. Niko kwenye game la gospel. Mm. Ya namtumikia Mungu. Mm. Japo sijatoa video, nimetoa tu kipande kidogo. Mm. Nyingi ni audio. Hongera sana. Una nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi mm. nina nyimbo sita. Nyimbo sita. Ambapo tayari tunaweza tukaiweka kama EP. Tunasubiri <laughs> <laughs> nini? Ya, ya, ya. <laughs> ah, unajua? Mm. Shida unapokuwa unajihudumia mwenyewe, ndio inakuwepo changamoto kidogo. mm. Unakuwa unatoa yani kwa msimu mmoja mmoja. Unaona hata sasa hivi kuna nyimbo nyingi ambazo bado ziko kwenye. ziko studio, mm. ambazo natarajia kutoa ndani ya mwezi huu, ndio. Ya, ni nyimbo nzuri sana. mm. na kila kitu ambacho anachokifanya anafanya kwa ufanisi mkubwa okay. sikupuki kwamba ninaifanyi hebu. <laughs> <Bye. laughs> okay. Tupe kionjo kidogo, ile tunaita kapila kidogo hivi, tuangalie mtumishi yeah. wa Mungu vile Mungu alivyombariki. Unajua viungo pia uh, huwa vinachangia kuonekana uko maridadi sana yeah. Wasikilizaji wanaweza kuwa na hamu pia ya kusikiliza sauti yako. Chagua kile ambacho unaona hata kama hakijatoka studio, lakini tunataka uimbe kitu chochote Yes sir. Mm. And Taima, uh, nadhani huyu tuliotoka kupi? Okay, karibu. Naupenda sana nahitaji tone la maji Baba, nimekaa ukiwa sana, mimio sina msada mimi nikitazama pande zote hey, sioni wa kunisaidia. Okay, asante sana yani, uimbo fulani vika kionjo fulani ambacho kamekaa katika uwepo wa Mungu tofauti na kuimba. We ni mwinjilisti, ni mwalimu kanisani wa neno la Mungu kwa sababu Uh, kama unaandika maneno ya kuweza kumvusha mtu kuhubiri kwa njia ya nyimbo. Je, kuna uwezo kwa njia ile nyingine ya mahubiri? naweza naweza kuhubiri kanisani, napewa vipindi vya kuhubiri nahubiri vizuri nafanya vizuri okay, kwa sababu yeah, Mungu alichonipa ndani yangu ni siri yangu, kwa sababu kwa sababu <laughs> nilisema kwamba <kama yeah, laughs> unajua Mungu anaweza kakupa kitu akakupendelea kakupendelea, aa mm -hmm. chukua hiki kitu nipeleke mm -hmm. Sasa usipokipeleka, inakuwa ni changamoto kidogo. Akija nakichukua akampelekea mtu mwingine usijukaau lakini <laughs> <laughs> wewe, ni kijana ambaye umeokoka, unahisi kwenye ujana wako kuna changamoto yoyote kwa sababu unaimba tayari? Ehe, kuna namna ma macho ya watu wengine yanaweza akakuangalia kwa namna ile, kuna mabinti kanisani, kuna vitu kama <laughs> hivyo, kama kijana kidogo huwa inaleta changamoto na umeokoka na unampenda Yesu, kuna changamoto ambayo unakutana nayo katika huduma yako? Yeah, changamoto ni nyingi. Mm -hmm. ni nyingi sana ndio. Unajua, changamoto zinazotokea mm -hmm. kanisani sio changamoto nyingi sana kwa mm -hmm. sababu so, vile vitu tunavishindwa tunavishinda kwa kukemea eh, na kuonya eh. amina lakini changamoto kubwa iko mtandaoni. Mm. naona eh. Unajua, unajua mtu kama hajakuona live eh. Unapoposti picha unapoposti zile clip ndogo ndogo zile za nyimbo, anaona kwamba yaani huyo sasa nikimpata inakuwa ni vyema zaidi, lakini kuna yupo ambaye yuko nyuma yangu, unajua mm. kwenye mafanikio yangu, hata hivyo mm. kuna mtu nyuma yangu ambaye ananipushi. Okay. Na mke na, okay. na watoto wawili mm. Kwa hiyo kuna mtu ambaye ananipushi. Sasa sipendele sana kuposti familia yangu kwenye mtandao, unaona, kwa sababu siwezi sipendi kuweka vitu pa alewa. Okay. ya mm. Yaani, vitu vyangu ni vitu vyangu, vitu vya jamii ni vitu vya jamii. Mm. Naona sipendi